Karibu! Leo tutazungumzia zaburi zenye nguvu ambazo zinaweza kuimarisha imani yako kwa Mungu. Mistari hii inatufundisha kuwa Mungu ni kimbilio letu na msaada wa kweli katika kila hali. Unapokumbwa na changamoto za maisha, zaburi hizi zitakutia moyo na kukupa amani kwa kukukumbusha kuwa hauko peke yako. Mungu yuko nawe kila wakati. Basi tuanze safari hii ya kuimarisha imani na kupata utulivu wa mioyo kupitia neno lake. Zaburi ya 121. Nitayainua macho yangu niitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu u katika Bwana, aliyezifanya mbingu na nchi. Usiuache mguu wako usogezwe, asisinzie akulindaye. Naam, hatasinzia wala hatalala usingizi. Yeye aliye mlinzi wa Israeli. Bwana ndiye mlinzi wako; Bwana ni uvuli mkono wako wa kuume. Jua halitakupiga mchana, wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo tangu sasa na hata milele. Zaburi ya 32. Heri aliyesamehewa dhambi na kusitiriwa makosa yake. Heri Bwana asiyemhesabia upotovu, ambaye rohoni mwake hamna hila. Niliponyamaza mifupa yangu ilichakaa, kwa kuugua kwangu mchana kutwa. Kwa maana mchana na usiku mkono wako ulinilemea Jasho langu likakauka, hata nikawa kama nchi kavu wakati wa kaskazi. Nalikujulisha dhambi yangu, wala sikuuficha upotovu wangu. Nalisema, nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe ukanisamehe upotovu wa dhambi yangu. Kwa hiyo kila mtu mtauwa akuombe wakati unapopatikana hakika maji makuu ya furikapo hayatamfikia yeye. Ndiwe sitara yangu, utanihifadhi na mateso, utanizungusha nyimbo za wokovu. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri, jicho langu likikutazama. Msiwe kama farasi wala nyumbu, walio hawana akili, kwa matandiko ya lijamu na hatamu sharti kuwazuia hao au hawatawakaribia naye. Mtu mwovu ana mapigo mengi, bali amtumainie Bwana, fadhili zitamzunguka. Mfurahieni Bwana, shangilieni enyi wenye haki, pigeni vigelegele vya furaha, nyinyi nyote mlio wanyofu wa moyo. Zaburi ya 46. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari, maji yake yajapovuma na kuumuka, ijapopepesuka milima kwa kiburi chake. Kuna mto, vijito vyake vya ufurahia mji wa Mungu, patakatifu pa maskani zake aliye juu. Mungu yu katikati yake, hautatetemeshwa. Mungu atausaidia asubuhi na mapema. Mataifa yaligadhabika, falme zikataharuki. Alitoa sauti yake, nchi ikayeyuka. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Mataifa yaligadhabika, falme zikataharuki. Alitoa sauti yake, nchi ikayeyuka. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Njooni myatazame matendo ya Bwana, jinsi alivyofanya ukiwa katika nchi. Avikomesha vita hata mwisho wa dunia, avunja uta, akata mkuki, achoma moto magari. Acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, nitakuzwa katika mataifa nitakuzwa katika nchi. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Zaburi hizi tatu zinaangazia mada za kutegemea, ulinzi, mwongozo na uwepo wa Mungu usioyumba. Zinatuhakikishia kwamba Mungu ndiye kimbilio letu thabiti, hasa tunapokumbwa na majaribu. Kila Zaburi inasisitiza uangalizi wake mwema, ikitupa faraja katikati ya changamoto. Hata katika hali ngumu tunaweza kupata amani tukijua kuwa Mungu ndiye kinga yetu. Zaburi hizi tatu zinajumuisha mada ya kutegemea, ulinzi, mwongozo na uwepo wa Mungu usio yumbayumba. Wanatuhakikishia kwamba Mungu ndiye kimbilio letu thabiti, akitutua moyo kuinua macho yetu kwake wakati wa shida. Kila zaburi inasisitiza uangalizi wake wa uangalifu ikitokea faraja katikati ya changamoto. Hata katika machafuko, tunaweza kupata amani tukijua Mungu ndiye kimbilio letu. Tunakuhimiza uzifanye zaburi hizi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, kama maombi yanayokuza imani yako kwa Mungu na kutitia moyo kutafuta uwepo wake, huku zikiimarisha msimamo wako thabiti juu ya upendo wake. Kabla hatujaendelea, usisahau kulike video hii kubonyeza kikengele na ushiriki ili wengine pia waweze kufaidika na ujumbe huu wa Zaburi. Tunakamilisha kwa Zaburi hii ya mwisho inayoonyesha jinsi Mungu anavyotujua kwa kina. Inatufundisha kuwa tumeumbwa kwa upekee na kwa makusudi, ikituhakikishia upendo wake wa daima na uwepo wake katika maisha yetu. Jipe moyo ukijua kuwa wewe ni wa thamani machoni pa Mungu na upendo wake uko nawe siku zote. Zaburi ya 139. E Bwana, umenichunguza na kunijua. Wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu, umelifahamu wazo langu tokea mbali. Umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu, umeelewa na njia zangu zote maana hamna neno ulimini mwangu usilolijua kabisa. Bwana umenizingira nyuma na mbele, ukaniwekea mkono wako maarifa hayo ni ajabu, yanishinda mimi, hayadirikiki, siwezi kuyafikia. Niende wapi nijiepushe na roho yako? niende wapi nikuimbie uso wako kama ningepanda mbinguni wewe uko ningefanya kuzimu kitanda changu wewe uko ningezitwaa mbawa za asubuhi na kukaa pande za mwisho wa bahari huko nako mkono wako utaniongoza na mkono wako wa kuume utanishika kama nikisema hakika giza litanifunika na nuru inizungukayo ingekuwa usiku, giza nalo halikufichi kitu, bali usiku huangaza kama mchana. Giza na mwanga kwako ni sawasawa. Maana wewe ndiwe uliyeniumba mtima wangu, uliniunga tumboni mwa mama yangu. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu, na nafsi yangu yajua sana. Mifupa yangu haikusitirika kwako, nilipoumbwa kwa siri, nilipoungwa kwa ustadi pande za chini za nchi. Macho yako yaliniona kabla sijakamilika, chuoni mwako ziliandikwa zote pia siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Mungu, fikira zako zina thamani nyingi kwangu! Jinsi ilivyo kubwa jumla yake! Kama ningezihesabu ni nyingi kuliko mchanga, niamkapo ni kali pamoja nawe. Ewe Mungu, laiti ungewafisha waovu! Enyi watu wa damu, ondokeni kwangu kwa maana wakuasi kwa ubaya, adui zako wakutaja jina lako bure. Je, Bwana, nisiwachukie wanaokuchukia? Nisikihirike nao wakuwasio? Nawachukia kwa ukomo wa chuki, wamekuwa adui kwangu. Ee Mungu, unichunguze, uujue moyo wangu unijaribu uyajue mawazo yangu, uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele.